Kila siku tunapoamka Mungu anatupa nafasi mpya ya kuishi. Ni zawadi ya uhai, rehma na upendo wake, na katika siku hiyo jambo bora tunaloweza kufanya ni kuanza kwa maombi. Leo tutatafakari mambo matano muhimu ya kuomba kila siku. Kabla sijaanza kuyataja mambo hayo, mtazamaji, naomba subscribe chaneli yetu Siri za Ufalme ili kupata habari njema za kukujenga na kukuimarisha kiroho na imani. Sasa turejee kwenye somo letu. Somo letu la leo linazungumzia mambo matano muhimu ya kufanya kila siku. Mwingine atasema kwa nini tufanye hayo mambo au tuombe? Mpendo mtazamaji, kuna siri za ufalme wa mungu katika mambo hayo. Mambo hayo ni Moja, shukrani kwa Mungu. Wa Thesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa kumi na nane Biblia inasema, shukuruni kwa kila jambo. Kila siku kabla hujaomba kitu kingine chochote, sema asante Mungu, asante kwa pumzi ya uhai, asante kwa familia, kwa amani na hata kwa changamoto ninazopitia. Shukrani hufungua milango ya baraka mpya. Narudia tena, unaposhukuru Mungu anakubariki na kukuongeza. Mbili, omba Mungu akuongoze. Misali sura ya tatu mstari wa tano hadi wa sita. Mtegemee Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako Kabla hujaanza siku mombe Mungu akuongoze, akuongoze kwenye maamuzi, kwenye maneno yako na kwenye njia utakazopita. Dunia imejaa mitego, lakini Mungu anajua njia salama. Mombe akuongoze na utatembea katika amani. Tatu, omba nguvu, afya na ulinzi. Wathesalonike wa pili, sura tatu mstari wa tatu, lakini Bwana ni mwaminifu, naye atawaimarisha na kuwalinda na yule movu kila siku tunahitaji nguvu mpya za mwili na za roho. Mwombe Mungu akupe afya akupe nguvu ya kustahimili na ulinzi dhidi ya mabaya. Mungu ni ngome yako, kimbilio lako na kinga yako. Anapokulinda, hakuna adui atakayeweza kukuangusha. Nne, omba Mungu akuokoe na majaribu. Mathayo sura ya 6, mstari wa 13. Yesu alifundisha, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu kila siku kuna majaribu mapya, majaribu ya hasira, tamaa, wivu au kiburi. Lakini unapomwomba Mungu akuokoe na majaribu, anakupa nguvu ya kushinda. Maombi haya yanakusaidia kuokolewa na majaribu ya mwovu, pia kuwa mnyenyekevu na mwaminifu mbele zake. Tano, omba hekima Yakobo moja, tano. mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu. Kila siku tunahitaji hekima, hekima ya kuongea vizuri Hekima ya kufanya maamuzi mazuri, hekima ya kumtumikia mungu kwa uaminifu. Mwombe Mungu akupe hekima ya mbinguni, nayo na itakuongoza katika kila jambo. Nahitimisha kwa kuyafupisha mambo haya kwa namna hii: kila siku kumbuka: moja. Shukrani, kumkiri Mungu. mbili. Mwongozo, Mungu akuongoze katika njia zako. tatu. Nguvu na ulinzi, akuimarishe na kukulinda Nne, uokovu dhidi ya majaribu, akuokoe na maovu. Tano, hekima, akupe akili ya kiroho. Asante kwa kutazama Siri za Ufalme TV. Tafadhali subscribe na share. Mungu akubariki.